Mawakili wa mwanasiasa wa kigogo wa upinzani nchini Tanzania ambaye yuko grizani Tundu Antipas Lissu wamewasilisha malalamiko mbele ya jopo la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia vitendo vya ukamataji watu kiholela. Wakili wa Lissu, Robert Amsterdam, amesema malalamiko hayo ni sehemu ya kampeni pana ya kuongeza shinikizo la kimataifa kwa watawala nchini Tanzania kumwachia huru kiongozi huyo wa chama kikuu cha upinzani cha demokrasia na maendeleo yaani Chadema. Kwa kawaida, japo hilo hutoa maoni yake ya kisheria juu ya malalamiko inayoyapokea, lakini halina nguvu ya kuyatekeleza. Hata hivyo Amsterdam amesema kampeni ya kutaka Lissu aachiwe inahusisha pia mwito kwa wizara ya mambo ya kigeni ya Marekani kuwawekea vikwazo wote wanaohusika na kesi ya Lissu ikiwemo waendesha mashtaka, majaji na polisi. Lissu alikamatwa mwezi uliopita na kufunguliwa kesi ya uhaini kutokana na matamshi anayodaiwa kuyatoa ya kuwataka wafasi wake kuzuia uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika nchini Tanzania mnamo mwezi Oktoba 2025.